Ah, karibuni sana katika kipindi cha leo. Kuna mambo ningependa tuweze kuzungumzia, hasa mambo ambayo kuhusu dunia ambayo tunaishi sasa. Kuna yale mambo ambayo yanatokea katika dunia ya inatufanya tuweze kuvunjika mioyo, na imetokea hili jambo hadi mtu anapojitambulisha ni mchungaji yule pastor anakosa kuaminiwa, hatuwezi lauma wale watu wanakosa kuamini, lakini kikweli hata ona mali mahali kuna wale manabii wa uongo ama kubos, e, uongo. Na shetani wa uongo ambao wanatumia hata Biblia kuweza kusema uongo, wanatumika na shetani ili waweze kueneza ujumbe wa uongo na hiyo imeletea wa waamini wengi kutofautisha nabii wa ukweli ni mgani na nabii wa uongo ni mgani. So leo nataka tuweze kutambua maandiko tujue inatuelekezaje ili tuweze kujua kujua manabii wa uongo man女, wanita, wanita, femaji, Bibeli, na nabii wa kweli ni nani. Biblia inaweka wazi siete inaweka wazi na hata hiyo Biblia inyo watumia wale manabii wa uongo kwa. Kwa hiyo naomba tuweze kujua moja kwa moja tuweze kujua ni vipi tunaweza kufanya ili tuweze katika dunia ambayo tunaishi tuweze kujua ni kani ambayo tunaishi. Mwanzo kabisa tuweze kuanza maombi takatifu. Na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa masaa haya Mungu, tunaenda kutazama neno lako, tazama kwa kama ka kama chombo uweze kulitumia hadi ki kitakapoisha, na zaidi yote anaye tazama Mungu kaweze kumfungua masikio yako kaweze ya kusikia na haya ambaye anasikia akaweze kuyatendea kazi. Asante kwa sababu umetupenda pamoja nasi momba nikajia tutatenda upitia kwenye nasafi na mwanao Yesu Kristo Amen. Hivi utajua kwamba kuna manabii wa uongo? Aa, hii mambo ilitokea kuanzia kitambo, si ati ilianza juzi. Haya mambo yalitokea kuanzia kitambo, na hata Yesu mwenyewe akiwa na wanafunzi wake akawaeleza jinsi ambavyo manabii wa uongo watakuja wakitumia jina lake na akasema msitisha, hata kuna miujiza zitatendeka, hata watitisha wa moto kutoka mbinguni, ndio wanajua uongo alivyo. Na nataka tuende moja kwa moja katika bibilia yetu, tuone bibilia inatuambia ni kuhusu haya mambo, ili usije ukaingia kwenye mtego, usije ukafanya mambo ambayo mama mambo ambayo hayawezi kustahili na ukaendelea okay. Ni kitabu cha Mathayo saba mstari wa kumi na tano. Kuna maneno hapo ambayo Yesu anasema, kitabu cha Mathayo saba sura ya 15 kumi na tano kuna maneno pale nikipenda tuwezi kuanza nayo ili tuweze kumbia tunaelekea wapi na tunaenda wapi, Mathayo saba 15 Biblia nasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Tunaona kwamba katika Mathayo 7 na 15 inatueleza kwamba tuweze kujadari na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wa uongo, nabii wa uongo. Kwa nini Yesu anasema tuweze kujihadhari na manabii wa uongo? Kwa sababu anajua nabii wa uongo, wakati nabi wa anakuja ana, lengo lake la kukuja katika maisha yako ni kukupotosha. Lengo la nabii wa uongo ni kukuletea mafundisho potovu, lengo la nabii wa uongo ni kukuletea katika jehanamu. Anatumia Biblia kupinda neno la Mungu ili aende kando na ustaji wa Mungu. Kwa hivyo Yesu anaambia ana, ana, aka wanafunzi wake kwamba wa, wa. Tuweze kujiandaa na manabii wa uongo kwa sababu, kama mfano nabii wa uongo maana ya kupeleka hata kupeleka njia sawa, anaweza kupeleka jehanamu, na jehanamu, unaelewa ni kuweza kupotea milele. Na manabii wa uongo watatokea, sasa hata watatokea, watatokea. Hiyo kitu iko na hiyo jambo linaweza kutabiriwa kwamba kutakuwa na manabii wa uongo. Hilo jambo tuweze nini, Petero naye anakwambia

lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, kama vile kwenu kutakavyokuwako manabii wa uongo. Kwa hiyo tunaona kumbe manabii wa uongo si leo wameanza juzi, manabii wa uongo aliweza kutokea kitambo, wakati wa Yesu alipokuwa alitabiri hayo maneno kwamba manabii wa uongo watatokea. Lakini Petro anakueleza hapa kwamba lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu utakavyo kuwa walimu wa uongo, kama vile kwenu utakavyo kuwa walimu. Kizaziki ambacho tuko ambacho kulikuwa na walimu wa uongo snaugaa haya mambo yalitukia, si ati ni wageni. Kulikuwa na manabii wa uongo, watafanya nini? Watakawaingiza kwa wereu uzushi wa kulipotoza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua wakijiletea uadilifu usiokawia wanajua maandiko hiyo lakini wanakuja kupindua hiyo. Ni kwa maana kwamba wanakana Bwana. Kwa hiyo wewe unapoenda katika Biblia, wewe unapoenda katika kanisa la Bwana, unapokutana na mtu kwamba anakuambia ni nabii wa Mungu, anapokuja kusimama na Biblia kwamba anataka kukueleza kumjua, itakuwa ngumu sana, na ndivyo ndo kuja kumjua nabii wa uongo. Kuna mambo ambayo atakiofanya kwamba unaweza kula nabii wa uongo, tutatambua aje kwamba wao sababu pia wanatumia bibilia na kazi hilo jambo, wanatumia bibilia pia. Ukisoma lio kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza ine bibilia, anatuambia nini? Kwa sababu ukisema tunaamini kila mtu wajaaa, tunawaamini hapo itakuwa tunajipotezea Msiamini kila roho, bali zijaribuni zile roho. Biblia inamwambia watu siweze kuamini kila roho, bali kuweze kufanya tuweze kujaribu kila roho. Sasa tunataka tuone jambo ambalo mwanabii wa Mungu anakuja na mwanabii wa Mungu anakuja kufanya nini? Wacha tuelewe, tuanze kwanza. Mwanabii wa Mungu wakati anakuja, kitu cha kwanza wale watu wanatumia kila kupanda mbegu kila mara ni kupanda mbegu, unapopelekea shida yao kwa mchungaji, umeelezea kuombea jambo la kwanza, inafaa tufahamu, wanakudanganya. Fedha ambazo uko nazo utazipeleka kule, wakisema tukuombea alafu utaweza kubadilisha. Wanasema panda mbegu, zile wanasema za nini? Tutakutabiria, wanasema tutatabiri utakuwa bilionea, tutabiri utakuwa na magari matabiri utakuwa na majumba. Yes, hawa ndio manabii wa uongo, ile ndo kitu ambacho wanaongelea. Kwa hivyo utoa wapelekewa hao ili uweze kubarikiwa. Kitu cha kwanza, wanakulazimisha kuweza kutoa nini? Kupanda mbegu, fedha. Wanakulazimisha fedha ambazo unazitoa. Kuna wengine wanasema leta, jeiteni, mwingine hata anasema enda uza mbuzi yako ulete, utabarikiwa. Mwingine anasema ulirogo na mtu fulani, lakini ukifanya hivyo utaweza kubarikiwa. Kitu cha kwanza <delta> hivyo ndo wanavyofanya, na ukitoka hiyo kitabu cha Mathayo Mathayo kumi mstari wa nane Biblia nasema nini? watu wana Mathayo kumi Mathayo kumi mstari wa nane pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Biblia nasema kwamba nabii ambaye ni wa kweli anayekuombea ambaye anakupelekea mazuri, ambaye radamu ni yule ambaye anakuombea bure. Awezi kuitisha shilingi yoyote, awezi kwambia nauza vitu zako kuja ulete fedha kanisani. Hapana, Biblia inasema pozeni wagonjwa, kufueni wafu, yaani ombee mgonjwa bure, toa bure, kwa sababu ulipewa bure. Kipewa cha Mungu ambacho kilipewa sisi kuweza kueneza ujumbe, je, si cha kulipia.

Watoto wanalala nje, mwachukua zile pesa za school fees, anapelekea mchungaji. Ili tu mchungaji amwombe akuwe tajiri. Ili tu mchungaji amwombe ati amfunge. Lakini hapo anasema toeni bure. Yesu anawaambia wanafunzi wake na anawatuma mahali anasema toeni bure. Kwa sababu umefanya nini mtoa bure? Ni kwa Mungu ambacho tumepewa. Kuweza kutoa bure na kwa sababu kwa hiyo tumwona anaambiwa uongo kitu cha kwanza. Wanalipisha huduma. Leta. Na haya mambo ambayo wanahubiri katika dunia ya saizi hizo, mambo ambazo tunakimbilia ndio, wanasema ni nini? Wanasema leta fedha, tukuonge ukwe tajiri, ukwe na magari, ukwe bilionea. n ambao nachuka vitu zenu mkipelekea wale wachungaji, ili waweze kuombia ukwe bilionea, ukwe na gari Hivi mkoshua kwamba siku za mwisho ambayo mwana wa Adamu mwa atakuja, hizo gari ambazo mnaombewa hizo gari ambazo mna hizo gari ambazo mnaomba mpatiwe, haya mali ambayo mnaomba mpatiwe, mkoshua mwana wa Adamu mwa atakapokuja, akija hiyo mali ambayo umeiomba itakukinga itakuokoa? siku za mwisho siku za mwisho ndio zinakuja, tunajua zinakuja. Na kitu ambacho odiri, ambayo inafaa wafanya wachungaji wa sasa ni kuelekeza watu kwa Yesu Kristo, kuelekeza watu, kuonyesha upendo wa Yesu Kristo, ni kuelekeza watu namna gani ambazo mtaweza kuokolewa. Hebu tuone hiyo vitu abaonia watu wanakazia watu wa tuone kama nitaweza kuwasaidia nalo. Tuweza kusoma kitabu cha Mwanzo sita kumi na moja mpaka kumi na tatu tuone kwamba hizi magari ambazo watu wanaomba wana, wana, wana, wana wanakimbilia hii mali ambayo watu wanakimbilia, siku za mwisho zitafanya sababu so, Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu mmoja ambaye tunaabudu wa agano la kale na wa agano la saizi ni Mungu mmoja ambaye tunaabudu, na huyo Mungu yule yule ambaye alikuwa anatoa hukumu kule, yeye anatoa hukumu kule ambapo tunaenda. Kwa hiyo matokeo ambayo yanatokea, yalitokea kule kwa mababu zetu, yule Mungu ambaye alipiga watu mapigo kule kwenye wao kusikia sauti yake yule Mungu ambaye siku za mwisho atahukumu. Kwa hiyo tunataka tutoe mfano, ni kitu gani ambacho Mungu alifanya kule wakati watu waliasi damu? Ni jambo gani ambacho Mungu aliweza kufanya? Mwanzo sita kumi na moja tuende kwa pamoja. Dunia ikaharibika ika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejaribia njia yake duniani katika kizazi kilipo hapo. ki kutoka kwa Adamu tukiendelea hadi kwa Nuhu, watu waliongezeka duniani na wakaanza kumwasi Mungu, wakaanza kufanya mambo ambayo hayakuwa yanampendeza Mungu, Walianza kuenda njia zao ambazo hazimpendezi Mungu, lakini kuna mtu aliunda, alikuwa anaitwa Nuhu. Yeye tunaambiwa alipata kibali, alipata neema machoni kwa Bwana. Mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia, kwa sababu wakati mauvu anatendeka duniani, wakati tunapata kwamba dami zimejaa duniani, wakati awameenda katika antoka mstari wa Mungu mambo ambaye anachukiza Mungu. Mungu kule mbingunia anakasirika, Mungu anawasirika wa na watu wake. sababu niliwaumba watoto wangu, lakini wameacha njia zangu, wameenda njia zao. Sasa Mungu anamwambia anamwambiamuu Mungu akamwambia ni mwisho kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, yaani maovu yote yamekuja mbele zangu. Mungu anasema maovu yote yamekuja mbele zangu. Tuone akamwambia, tuone Mungu anafanya nini kina katika mstari wa kumi na saba Mungu alisema, kwa sababu maovu yamekuja, watu wametenda dhambi, wame- wameasi. Mstari wa kumi na saba biblia nasema nini? natazama nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, nitaharibu kila chenye mwili na pumzi ya uhai kisiwepo chini ya mbingu, kila kilichoko duniani kitakufa. Sikiliza hii, hii, hii, hii sendeni vizuri. Baada ya maovu kuenda machoni kwa Mungu, Mungu akaona maovu ya watu zamsari wasadmas natazama, nitaleta garika ya maji juu ya nchi, nitaleta garika ya maji juu ya nchi, nitaariku kila kitu chenye mwili na pumzi ya kila kilicho duniani kitafa kita. Atariu kila kitu chenye mwili na vitu vyote ambavyo kwa duniani vitafanya nini? Vitakufa s so, tunakuja kuona tunachukua nyakati hizo nya nyakati za Mungu natukuja nyakati za saizi au wana walikuwa wanatenda maovu, lakini saizi pia tunaona maovu ya kusema huwa maovu yako ya, lakini Mungu yule ambaye alizungumza na Nuhu akamwambia nitaleta mvua nitaleta gharika na kila chenye mwili akita kwa kila kitu kitakufa. Na sasa mimi ninauliza ku anambi oka ambayo nienyetuko saizi maovu ambayo tunayaona ambayo yanatokea Je, mimi nauliza hao ma- ma- nawauliza kwa mimi ambayo mnanisikiliza hiyo gari ambayo unaomba unaenda kuombewa, hiyo hiyo pesa ambazo unapeleka unaombea waukuwe tajiri, hizo vitu ambazo unaenda kuombea waupata ilikuwe ta- upate pesa nyingi ukuwe namara nyingi, je tuna wakati Mungu analeta hukumu yake hiyo gari, je utakaa kokangani hiyo gari itakusaidia siku za mwisho? Hizo fedha ambazo nasima zitakusaidia siku za mwisho? Halafu Mungu maovu yaki kuja mbele za Mungu. Mungu akikasirika hapa anasema nitaleta gharika, na kweli ilikuja ni kulamba kila kitu. Sasa watumishi ambao ukitaka kujua ndio mtumishi wa uongo, jambo ambalo atanena ni wewe kupeleka pesa umtajirishe. Lakini hizo vitu ambazo anataka atupate hizo vitu, hizo vitu hazitakusaidia na hata pesa hakuna, hakuna, hakuna. Ukipeleka hizo pesa hakuna vitu utapata, hakuna mali kumtajirisha yeye.

Biblia inasema watafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine mtazidishiwa. Sijasema kuwa na mali ni mbaya, kuwa na gari sio mbaya, kuwa na fedha sio mbaya. Lakini je, hiyo fedha unaipata kwa njia gani? Ukiwa na fedha, lakini unamtumikia Mungu, hapo hakuna shida yoyote. Lakini unadanganya si, kwamba uko na shida ya unadanganya tuombee padri ya kufulani, unakumbukeni kwamba naenda nabii Uongo anajua kweli. Hebu tuone katika kitabu cha hiyo tu, kitabu cha Mwanzo saba moja. Tuanze kwa Mwanzo saba moja, tuone Biblia inasema Mungu anasema nitakiarumi kila chenye mwili. Bwana akamwambia Nuhu, Mwanzo saba msitari wa kwanza. Bwana akamwambia ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Ingia wewe. Kwa hiyo Mungu, wakati Mungu anaona anakuja kuleta dalika, kitu ambacho Nuhu alipata neema machoni kwa Bwana, Mungu anataka kumwokoa mtu katika haya mambo ambayo anatokea kitu ambacho anamwambia utajenda safina akampa maelekezo ya kujenga safina alafu akamwambia katika hiyo, mstari saba mwanzo saba moja bana kumwambia mwingia wewe na jamaa yako yote katika safina kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Hiyo safina, Mungu aliambia Nuhu aweze kuingia yeye na jamaa zake. Kwa sababu gani safina Saa hizi tunahitaji safina ya kweli ambayo tutaweza kuingia, na safina ya kweli tunaelekezwa ni kwa Yesu Kristo ndio safina ya kweli ambayo tunaelekezwa. Wajana kudanganya na kudangana Wadau na wale anafela, Wajana kupotosha. Usiku unakaa tu, asubuhi na from siku zote hizo za wiki kadu bure, unaenda unaketi pale mchungaji na kukuzuia wezi, ndio anakuambia ni wezi, ndio anakutotoza. Lakini njia nzuri ambayo inafaa ujue wewe kwa kwamba anakutotoza ama anakupenda ni kusoma maandiko, na uweze kujua hicho kitu kitakusaidia ama kitakusaidia. Mstari wa nne, mstari wa nne ku Mwanzo saba mstari wa nne, ndiye anasema kwa maana baada ya siku saba nitaenyesha dunia mvua siku arubaini mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya kwa uso wa nchi nitakifukilia mbali. Kwa maana Mungu anamwambia Nuhu aweze kuingia kwa safina kwa Usa sababu baada ya siku saba Mungu atanyesha mvua kwa sababu watu wametenda maovu. Dunia ambayo tunaishi sasa hivi, kuna uovu ambao unaendelea sana. Ukienda sokoni pale kuna vitu ambavyo navipata. Kuna vijana wame- wamejaa kwa madawa za kulevya, mabili pale wanajiuza, watoto wanauliwa bila makosa. Yaani, hiyo mambo imefikia Mungu, damu zimeenda kwa zimeenda, wale wamechukua mambo kawaida kama zilivyokuwa nyakati za Mungu na nyakati za Mungu za Mungu za anasema, ni alimwambia ndio, jenga safina, ingia jamaa zako pale ndani, kwa siku nitaweza saba alikuwa kunyesha mvua Mstari wa kumi etui mstari wa kumi tuone. Mstari wa kumi inasema Mwanzo saba mstari wa kumi Biblia inasema ikawa baada ya siku hizo saba maji ya gharika yakawa juu ya, ya, ya nchi. So tunaona Mungu jambo ambalo amelinena anaitumiza. Hakuna jambo ambalo Mungu ataongea na akose kulitimiza, lazima yote yaweze kutimia. Kwa hiyo mimi kitu kwa kueleza jioni ya masaa haya, haijalishi ni jambo gani gumu ambalo unalipitia, haijalishi ni miju gani gumu ambalo unalipitia, haijalishi umetengwa kiasi gani, haijalishi unataka kitu gani lakini cha msingi ni kumpokea Yesu Kristo kwanza, ndiye safina wa kweli. Mali ya dunia haitatusaidia mahali tumefika, fedha hazitatusaidia, magari ambayo tunaenda na wanai waungu waweze kutamini hazitatusaidia. Kitu ambacho tunahitaji saa hizi ni kumpokea Yesu Kristo akuwe Bwana na, na mkozo wa maisha yako. Yesu anasema mnitafute maadamu ninapatikana. Ukitafuta Mungu kwa bidia, anapatikana na Mungu ezi kumtafuta pale nje, Mungu namtafuta kupitia kwa Biblia. Biblia ina kila kitu ambacho wewe unakitaka na majibu. Kama ulikuwa na ugua, kuna uponyaji. Kama ulikuwa na nini, lakini napotea kwa sababu ya kutomjua ukweli, na ukweli unapatikana katika Biblia. Siku za Lutu, Sodoma na Gomora moto ulikuja, ulitengeneza kila kitu kwa sababu ya dhambi. Dhambi inafanya Mungu akasirika, na Mungu akikasirika ni ya dhambi, lazima atashuka, na Mungu wa moto wa Mungu wa kuangamiza milele. Kwa hiyo naambiwa uongo na naambiwa kweli, utawatuma kwa maandiko, wanatumia pendelezi ambazo vinatumia kwa kutoa kwa hiyo kitu cha ja kwanza ambacho inafaa ujue shida na Yesu na maombi, kuwa na Yesu kwa njia ya maombi ili uweze, ataweza kusaidia na ataweza kukurehemu. Haijalishi mjambo gani Mungu wa mahali unalipitia, lakini Yesu yuko pamoja na ukimtafuta, anapatikana. Yesu anapatikana mahali popote, ukimtafuta, anapatikana. Usikate tamaa ya maisha, peleka uchungu wako mahali sahihi. Peleka uchungu wako kwa Yesu. Peleka ile mzima ambaye inakusumbua, peleka kwa Yesu kwa sababu tunaona hata Hana alikuwa anatisika juu ya mtu lakini uchungu wake alimuelekeza kwa Yesu kwa njia ya maombi, lakini akapata majibu ya mambo yake. Mimi sijui mambo gani mgumu ambayo unapitia. Sijui pesa zako gani kia ambazo umezitumia kupeleka pale ili upate uponyaji. Sijui ni vitu zako gani niko umeuza ili upate uponyaji. Sijui umetapeliwa kiasi gani lakini kumbuka hili jambo, yule mwanamke ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka thelathini mia miaka alikuwa ametoka na damu kwa muda, wakati alikutana na Yesu wanasema alikuwa ametumia pesa, wakati alikutana na Yesu hapo ndipo aliweza kupata uponyaji. Na hata kakini ile kisima cha birika, yule mtu ambaye alikuwa mgonjwa pale anasema, nimetumia miaka thelathini na nane nimekuwa mgonjwa nikisubiri hapa hivi kwamba Yesu yuko pamoja nawe, alikufa msalabani kwa ajili yetu akatufia dhambini kwa ajili yetu ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Kwa hiyo jambo ambalo linakusumbua Yesu anasema, leteni leo mzigo wenu mzito, nami nitawapatia pumziko la milele. Mzigo gani mzito ambao unakusumbua ndani ya moyo? Ni kitu gani kizito ambacho kinakusumbua ndani ya moyo? Pelekea Yesu kwa njia ya maombi na utaona mambo yataweza kubadilika. Ikiwa wewe ni mgonjwa, ikiwa kuna mali unatishiwa, ikiwa ni kitu gani unaona mambo eh? Lakini endelea kumtegemea Yesu kwa kanyambo itakuwa sawa. Na kama unaweza taka maoni ama unataka kua kwa ya jambo fulani na kuna namba hapo itapita kwa skrini yako, namba ambayo inapita hiyo utaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Hiyo ndo namba pia ya WhatsApp, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi na uniambie jambo gani ambalo unataka tuelekeze kwa Yesu na Yesu ataweza kutusaidia. Hakuna jambo kuu mbele ya Yesu. Yesu ndiye njia mbele. Kwa hivyo tuweze kumaliza kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako liweze kutukuzwa. Tunaishi katika dunia hii ya dhambi, mambo mengi yanatokea machafu, hata yanafanya kweli imani yetu iweze aeuchn Kuna watu ambao wametokezea Mungu kwa kuleta mafundisho potofu. Wanatoka katika mstari wako Mungu, lakini naomba mtoto wako ambaye amenyanganywa fedha ambaye amuza vitu zake munu limpelekea mchungaji anabl aweze wo kumtabilia kwamba anahitaji ue ah, na mali nyingi, naomba Mungu taelekeza kwa Yesu, atapiga hatua yakutafuta, mrejeshee kila kitu ambacho ameweza kupoteza. Mungu, Mungu ambay napeana nafasi ya pili, tunaambuka lakini bado mkono nashika na yule ambaye amesikiza sauti lakini mambo yake hayaendi, mambo yake yamekwama, kila anacho kijaribu mungu akisongi, kila anacho kijaribu mungu akiendi aje, anaona amekata tamaa, anaanza kujidharau. Mungu mtu kama huyo, mahala hapo Mungu huwezi kumshika mkono wako, na huweze kumwonyesha njia, kutusaidie na huweze kutupigania, zaidi ya yote kuweze kuwa na imani manao atakapokuja ambaye ni Yesu Kristo